Ifanye sauti ya asubuhi kuwa moja kati ya safari yako ya kila siku. Moja kati ya taarifa ambayo ninakusogezea ni kuhusiana na mkazi wa kijiji cha Kasomela kata ya Kinamapula wilayani Kahama mkoani Shinyanga aliyefahamika kwa jina la Modesta Shiganga ana umri wa miaka 52 kufariki dunia mara baada ya kukanya kushambuliwa na mnyama aina ya fisi akiwa anatokea katika kijiji cha Kalama kwenye sherehe ya Pasaka. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga Sakab Janet Magomi amethibitisha kutokea kwa tukio hili ambalo limetokea usiku wa Aprili 22 ambapo Modesta akiwa njiani kurejea nyumbani kwake katika kijiji cha Kasomela alishambuliwa na mnyama aina ya fisi hadi kupoteza maisha yake. Hapa kamanda wa jeshi la polisi anazungumza kwa njia ya simu na kuthibitisha tukio hili.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 Uh, kwa upelelezi wa haraka ni baada ya kushambuliwa na mnyama adhaniwaye ni fisi, na kwamba mama huyu alikuwa ameaga kwenda kwenye sherehe ndipo uh, tukio hilo lilipokuwa limemkuta. Awito uh, kwa jamii ni kwanza kuchukua tahadhari ya kutotembea ovyo nyakati za usiku, kwa maana kwa makundi yote